Mheshimiwa, acha kujidanganya na kuambia wewe, acha kujidanganya. Kwa sababu gani nimekwambia hivyo? Unasema oh, mimi siwezi kuwa na uaminifu kwa wanawake tena, mimi siwezi kuwa na uaminifu kwa wanaume tena. Kinyume chake ni nini? Una display the fear ambayo unayo kuhusiana na wanawake, the fear ambayo unayo kuhusiana na, na wanaume. Mimi nakwambia kitu kimoja, attitude ya mtu inatengenezwa kwa vitu viwili, sawa Hisia hizi mbili, hisia alizopitia nyuma hisia atazotaka kuja kupitia mbele. Kwa hivyo ukimkuta mtu anamtazama kwamba siwaamini wanaume na siwaamini wanawake, inamaanisha hisia zake za nyuma, matukio aliyokutana nayo nyuma yanamfanya asiwe na uaminifu na watu. Au mwingine ajakutana nao kakutana labda na amekutana na matukio mengine nje, watu wanaachana divorce rates zinakuwa high na vitu kama hivyo. Ana predict hisia za future, anaenda mbele ya maisha yake kwa uoga kwamba mm, kama divorce rate ni kubwa hivi Samita kwa. The fact is this: you are not them, you are not everyone. Wewe sio kila mtu. Wewe ni wewe. Uaminifu wako kwa mtu hautokani na experience yako iliyopita nyuma. Unaweza ukatumia kama caution. lakini the conclusion to all is this, ukimkompea mtu uliokuwa naye na mtu aliopita maishani mwako unaenda kuvunja mahusiano. Narudia tena, comparing your boyfriend or girlfriend wa sasa hivi na ex wako wa nyuma, hakuna future hapo. Umebomoa, haujengi, unabomoa. Na iwe kwa mazuri au mabaya, unabomoa, kwa sababu watu hawafanani. Sasa turudi kwenye uaminifu huo. Uaminifu ambao unaotaka wewe ni upi? Wee, ulishae kumwamini mtu bila kumjua mtu? Tuanzie hapo kwanza, ulishae kumwamini mtu bila kumjua? Lazima upitie kitu fulani uweze kukiamini. Uaminifu ni collection ya events, collection ya moments, collection ama mkusanyiko wa matukio ambayo umepitia na mtu ndo unamwamini. Hawezi kumwamini mtu kusema tumekutana naye tupo, simwamini, niga nothing happened Tunachopotray potrei kichwani kwetu sio kwamba hatutaki kuwaamini, tuna negative thinking ya kwamba tunaogopa kufanya jambo fulani. At the end of the day uamini kitu fulani alafu you are there upate kitu fulani, ni kwamba mtu anasema natamani mbeleni nije kuolewa ama kuoa, lakini sasa hivi siwaamini wanaume wala wanawake. Mwana jinsi gani inaleta ukakasi kwenye kichwa chako? Kwe, huwezi ukawa umekaa hapa unasema tu ukiamini kitu fulani alafu unategemea mbeleni kije kutokea, utakuwa ni upuuzi ila <laughs> ni mawazo, tunaomba nijue comment zenu hapo chini.